Kwa Mwalimu Nyerere anasemaje? Dhambi ya ubaguzi mkisha kuitenda mtaendelea. Ni kama na sawasawa na kula nyama ya mtu. Kila nyama ya mtu mtaendelea, tukila mtaacha. Mtatengana na Wazanzibari. Anasemaje mwalimu kwamba wale watakaowashangaa wenzao wakiwatenga watabaki salama? Hotuba maarufu kabisa. Anasema Wazanzibari wakiwakataa Watanganyika. Kwa dhambi ile ile ubaguzi wao na rais, sisi hatuna rais kwa nini? Sababu zile zile za kitoto ambazo viongozi leo wanazirudia kwenye ngoma za siasa. Wanaona wivu rais wa Zanzibar. Mwalimu alishasema mtawakataa Wazanzibari, mtasema wao Wazanzibari si wao na rais, sisi tuna rais kwa nini? Akatoa mfano mpaka wa Yeltsin, siyo? Rais gani? Mtawafukuza Wazanzibari, na alizungumza hilo kwa upande wa Tanganyika pia. Ningakuta kumbe mlijidanganya tu, hapa kuna Wazaramu, kuna Wachaga, kuna Wapare. Mtamaliza kuchoma nyumba za Wapemba, mtakuta kumbe hamjabaki wa moja kama wa Tanganyika. Mwalimu akarudia tena, Wazanzibari wakiwakataa wa Tanganyika, Watanganyika watabaki wanawashangaa Wazanzibari watasema wenzetu wanatuacha wenzetu, kwanini? kwa kwanini dhambi ile ya ubaguzi, Wazanzibari nao hawatabaki salama. Ndio hiyo hotuba maarufu, utakuta kuna Wazanzibari na Wazanzibara. Sasa leo tunauliza kama Mwalimu alizungumza miaka hiyo jambo hilo na shangazi, na hapo mheshimiwa shangazi ametuambia sasa hivi tuna changamoto, hatuna zile kero za muungano tukiacha siasa, muungano wetu ni jambo la msingi kuliko kitu kingine chochote. Na mimi nilikuwa napendekeza mezani hapa kwamba lazima tuwe very serious kwenye jambo la muungano, vyama visajiliwe endapo vinaamini muungano, na sisi hatuna shida na aina ya muungano. Tukienda kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba, ACT nenda kasema, nataka serikali kumi; CCM sema, nataka serikali mbili; Chadema nenda sema, nataka serikali tatu, na nani na nani. Tukichaguliwa, tuweke sheria hapa. Tukishachaguliwa na wananchi waichagua CCM, wamekubaliana na aina ya muungano wa CCM, hakuna mjadala mpaka uchaguzi mkuu ujao. Hakuna kuruhusiwa kusema baada ya uchaguzi, kama sera zako zilikataliwa, unazungumza kwa watu kuhusu kubagua nchi. Yupo kiongozi mmoja wa siasa anaongea kuhusu muungano, kama anaongea takataka fulani hivi. Watu wanamwangalia, vyombo vinamwangalia, mimi namuombea mema atoke kule alipo, lakini vyombo vinamwangalia na yeye, watu wanamwangalia, anachezea muungano. Na hilo swala swala la la mahakamani kuweka kuweka hiyo kesi kwenye TV, kwani swala la kimuungano? Sio swala la kimuungano, lakini nazozungumza sisi wa Tanzania leo tunaona swala la kutengana kwa serikali ya Tanganyika ni kitu rahisi. Na mchakato ulifanyika huko, hapo mwenyekiti. Viongozi wetu waliona busara, mapendekezo ya katiba yalikuja watu wakayapinga. Wakasema tusubiri kwanza, tuone kwanza kutoa elimu. Taarifa. Mheshimiwa Singa, kuna taarifa kutoka kwa Dr. Joseph Mwagama. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpe taarifa, mzungumzaji anaongea vizuri kakangu lakini kwa lengo la kuulinda muungano huu, naomba ikiwezekana muungano huu upewe kinga ya kikatiba asiruhusiwe mwanasiasa yoyote kuugusa muungano wetu, kwani ndio heshima, ndio tunu na ndio utambulisho wa utanzania wetu. Mwenyekiti, so naipokea taarifa hiyo. Mi nikukumbusha Mheshimiwa mwenyekiti, wakati wa bunge la katiba, yupo kiongozi mmoja wa vyama vya siasa alisema muungano huu hauna mkataba ni feki. Mimi nilikuwa pale umoja wa vijana, sisi tuliomba serikali, wakaenda kufungua sanduku la chuma kutuletea mk mkataba ule wa muungano, tukauprinti kwenye t-shirt, tukavaa kwa maandamano katika nchi. Akasema na huo mkataba wenyewe, hii sio saini ya Nyerere wala Karume. Huyu mtu anatumika na nani? He? Kwanini tunaacha mambo kama haya? Sasa mimi nataka kupendekeza na jambo la msingi, msicheze nalo hii sisi CCM tumesema aina hii ya muungano mpaka tutakapokuja kubadilisha katiba. Kama kuna chama kingine kinaamini aina ya muungano, ukishachaguliwa. Kama hujachaguliwa, hauna haja ya kuendekeza kuendekeza hiyo hoja, slogan yako ya kubagua nchi kwa chuki ambazo hazina maana, mheshimiwa.